huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa ukuhani wa kifalme, kila mtu na aume kidole chake, finya nafsi yako na ufanye moyo wako thabiti. Leo bibi harusi wa Yesu Kristo anapaza sauti leo Unabii huu umetimia mbele ya macho yetu. Ninaamini moja ya siku hizi tukufu, wakati muungano huu wa umoja wa kanisa utakapoungana kisha papa mpya atoke Marekani na kuwekwa huko juu kulingana na unabii, ndipo basi watafanya sanamu kama ya yule mnyama. Sauti ya nabii wa Mungu ililinena hilo tarehe 19 mwezi Disemba mwaka wa 1954, na miezi tisa baadaye Robert Prevost ambaye sasa anajulikana kama Papa Leo wa 14 alizaliwa. Yeye sasa ndiye papa mpya wa Rumi. Bwana asema hivi. Imetimia tarehe 7 mwezi Mei mwaka wa 1946, Mungu alimweka nabii wake kule Greensmill, Indiana kumpa agizo lake na kuutangazia ulimwengu, huyu ndiye malaika mjumbe wangu wa saba mwenye nguvu, sauti yangu kwa ulimwengu, msikieni yeye. Wakati malaika wa Bwana alipokutana nami kule Greensmill, Indiana miaka minane iliyopita, baada ya kuwa tangu utotoni akinifuata akionyesha maono. Nilipomwendea alisema, kama utakuwa mwaminifu wafanye watu wa kuamini, hakuna kitakachosimama mbele ya maombi William Marion Branham. Ndiye sauti teule ya Mungu kwa ulimwengu, nabii odari ambaye neno la Mungu humjia kulingana na neno. Yeye ndiye mfasiri pekee wa kiungu wa neno la Mungu. Yeye alithibitishwa na Mungu mwenyewe kwa nguzo ya moto. Tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2025, Shetani aliliweka baraza lake la makardinali katika kanisa la Sistine huko Rumi ili kumchagua halifa wao wa Kristo ili kuitimiza Bwana asema hivi. Yeye alithibitishwa na mtu mwenye pafu la moshi mweupe. Bibi harusi wa Kristo ulimwenguni kote anafurahi, anapiga kelele, anapiga vifijo na kumsifu Bwana. Tunaposikia na kuona kwa macho yetu wenyewe unabii wa nabii ukitimia ni kana kwamba tunaiona bahari ya Shamu ikifunguka mbele ya macho yetu, mana mpya ikianguka kutoka angani, mamilioni ya kware wakimshibisha bibi harusi, maji yakitoka kwenye mwamba, moto ukishuka na kuiteketeza dhabihu, tukiwa na Eliya. Unabii unatimizwa kila siku. Neno la Mungu lililoahidiwa linadhihirishwa katika maisha yetu, mambo yanatukia pande zote. Bibi harusi amejiweka mwenyewe tayari kwa kulisikia na kuliamini neno. Sisi ni neno lililofanyika mwili. Hakika tumewasili, muda umewadia. Bibi harusi anafurahi na kuungana pamoja ulimwenguni kote kuliko hapo awali. Nabii anamwhakikishia upya bibi harusi kwa kutuambia sisi ni ukuani wa kifalme wa Mungu, taifa takatifu, watu wa kipekee, walioitwa watoke, wateule waliochaguliwa na wakatengwa. Sisi sasa tu wana na binti za Mungu, tukiongozwa na Roho wa Mungu, si na mwanadamu, bali na Roho. Tunajua pasipo na shaka hata chembe, sisi ni bibi harusi wake. Imani yetu inafikia viwango vipya kila siku, hakuna wa kutuzuia au kutupunguza mwendo. Mungu ametufunulia hilo na kulitia nanga katika mioyo na nafsi zetu. Bibi harusi, tumetambua kikamilifu sisi ni nani. Tuko katika nchi yetu ya ahadi ya kiroho, tumemiliki kabisa kila kitu. Tuna amani ya kimbinguni, baraka za kimbinguni, Roho wa kimbinguni, kila kitu ni chetu. Tunajiweka tayari tu kwa ajili ya yale yajayo ambayo yeye ametutayarishia. Parapanda ya Bwana italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Miili hii ya mbinguni itashuka ije ivai ya duniani, miili ya utukufu, nasi tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, tutanyakuliwa pamoja nao kumlaki Bwana hewani! Ni siku iliyoje! Ni wakati wa jinsi gani! Hakuna njia ya mimi kusema kwa maneno ya kibinadamu kile sisi sote tunachokihisi katika nafsi zetu. Mioyo yetu inaenda mbio, hatulifanyi hilo. Roho Mtakatifu ni kama kisima kinachofoka maji kikibubujika ndani yetu. Bibi harusi amekuwa akiungojea wakati huu tangu siku za Adamu, na sasa sisi tumewasili. Tunawakaribisheni, tunawaalika, tunawasihi, njooni muungane nasi kwa ajili ya wakati mkuu sana ambao ulimwengu umepata kuujua, tunapoisikia sauti ya Mungu ikilifunua neno lake kwetu Jumapili hii saa sita mchana saa za Jeffersonville ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki, tunaposikia 60-0518 kufanywa wana wenye mamlaka sehemu ya pili, ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ujumbe ni Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. wa Efeso sura ya kwanza yote. Warumi sura ya nane mstari wa kumi na tisa. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa sita hadi wa tisa. Waebrania sura ya sita yote. Yowana sura ya kwanza mstari wa kumi na saba.